Jamani, emtwetu, tunatumia akili, unapotengeneza. Naongea na hawa leo walioenda ubalozi wa Vatikani, ndo watu naongea nao, watu wao sometime. Oh, mwe mnatumia akili basi, mwe mnatumia hata akili. Yani uongo wenu mnapopanga mambo ya uongo, uongo, mwe mnatumia hata akili? Yani mtatumia hata akili. Nyie ni watu wazima, ila mmekuwa kama mitoto yani Hmm? Kitu mnachokifanya sio sawa. Kwanza Waroma hawako hivyo, Waroma ni Katoliki hawapo hivyo, yaani hawapo hivo. Em, naombeni mniambie hata kwenye comment hapo chini, mniambie tafadhali, ni kanisa gani la Kiroma wanaimbaga mwamba mwamba, Yesu ndio mwamba? Ni kanisa gani? Hmm? mwamba ndiyo mwamba Yaani mmeshindwa hata kutunga tu hata wimbo basi, hata mgeimba ule wimbo. Hata Mama Maria alituma ujumbe duniani ya kwanza akasema tusali rozali barabara, tulichimba mizizi tuling'oa ili Yesu akija apite salama. Mgeimba hata huo wimbo basi eh, mgeimba hata hivyo mwamba mwamba, Yesu ndio mwamba. Romani Katoliki, jamani.